Time Yanga mbili JKT sifuri Yanga to the final of CRDB Federation Cup. Nazungumza na Prince Mpumelelo Dube, mfungaji wa goli la kwanza. Hongera kwa kufuzu hatua ya finali ya kombe la CRDB Federation. Uh, shukran sana bratha, kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu, nashukuru na shukuru na teammates wa kwangu na viongozi wa timu kwa kunipa chance ya kucheza. I think hii ni team, sio kama nimefunga ni mimi, hii ni team, tumeshinda wote. And tunataka kusema kama tumesema tunataka kupambana tu, tumeenda final, tupambana tu mpaka tuchukue ile kombe. Nielezee goli unalofunga receiving na na na na timing ambayo umemtazama goli kipa na umepiga kwa haraka sana, nielezee pale ilikuwaje mpaka mpira unaingia wavuni. Ah, ile unajua ni quick movement. pale kulikuwa kuna wachezaji wengi, sasa ni kumchukua kipa tu, na na surprise anakuwa anaona maybe nitacheza tena, nimepiga tu, Mungu amesaidia, nimefunga imekuwa hard kupata goli tangu dakika ya kwanza mpaka ambao wewe umeweza kufunga. Kama mchezaji unapokutana na nyakati kama zile uh, nini huwa kinakuja kichwani? Ah, kitu kama mchezaji ni ile ya kusema ukuwe na patience, unaona, usubiri tu muda wako. Nimesubiri tu muda wangu, nimepata and then nimetumia chance, nimefunga. Mashabiki wamekuja kwa wingi sana tangu uh, siku ya jana mpaka leo kuja kusupport wachezaji, unawaambia una, una, una vipi? Mimi nataka kusema tunawashukuru sana. Unajua, kuna watu wanatoka mbali sana, wanatumia fueli, unajua wana, wanapambana kusema timu iende mbele. Tunataka kusema tunawashukuru sana, waendelee kutusapoti sisi. Tukiingia uwanjani, tutapambana tu kwa ajili ya timu sio yetu, kwa ajili ya timu sasa. Tunataka kusema asante sana, watusapoti wat, tukienda fainali tutapambana.